zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Simba, ndugu zangu wana studio, habari za asubuhi hii. Kabla sijazungumza kile ambacho tumekusudia kuwaeleza wanasimba wote duniani, kwanza nichukue nafasi hii kuushukuru uongozi wa soko la Temeke Studio kwa kuturuhusu na kutupa kibali cha kufanya mkutano wetu ndani ya soko lao. Tunafahamu muda huu ni muda wa mauzo na muda wa manunuzi na pirika pirika ni nyingi sokoni, lakini wameridhika sisi tuje hapa tufanye shughuli yetu, na kwa mantiki hiyo basi nichukue nafasi hii kumkaribisha meneja wa soko walau hawasalimie wana studio, hawasalimie wanasimba, na baada ya hapo tutakuja kuelezana yale ambayo tumedhamiria kuzungumza hii leo, mbele yenu waandishi wa habari, mbele yenu wana studio na mbele yenu wanasimba Sports Club, kuelekea mechi yetu ya tarehe ishirini na tatu, mechi ya kwanza ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika.

Kwa niaba ya mkurugenzi wangu wa halmashauri ya manispaa Temeke, mkuu wa idara ya biashara ya viwanda na wawekezaji, jina langu ni Godfrey Edward Asukile, meneja masoko manispaa Temeke. Ubaya! Uwea! Naomba wanasimba wote na wadau wengine wote niwakaribisheni sana kwenye soko letu la Temeke Stilio soko ambalo ni kubwa kati ya masoko makubwa Tanzania, na hili ni soko ambalo naweza nikasema ni kubwa hata Afrika, uh, Afrika Mashariki na kati, kwa kwa ukubwa wa soko la Temeke Studio. Nina ninaimani kabisa ni heshima ambayo imepewa, kwa sababu hata Simba ndio timu kubwa kama ambavyo wote tunajua, ubaya yeah. Na kama ilivyo Temeke Studio si, uh, ina mashabiki wengi sana wa Simba Sports Club, hata mimi mwenyewe nikiwa mmojawapo. Ubaya, kwa maneno machache haya niliyoyasema, naomba niwakaribisheni sana wadau wote, tushirikiane kwa mwaka huu na mwaka huu kama vilivyo hatuna utani, si ndivyo? Naomba mimi nisiyo mwongeaji niwaachie mwenyekiti, nimwachie mwenye kikombe hiki aendelee. Asanteni sana. Sante, meneja, nduguzangu waandishi wa habari, tuko hapa katika soko la Temeke, Temeke studio kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusiana na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe ishirini na tatu wa ligi mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico di Luanda. Kwanza nianze kwa kutangaza rasmi ya kwamba mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico di Luanda utapigwa siku ya tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa kumi na moja saa kumi kamili katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumelazimika kuitangaza kwa utuo tarehe hiyo kwa sababu hapo awali kulikuwa na taarifa mkanganyiko juu ya tarehe ya mchezo huu, na kwa mantiki hiyo basi kila mwana Simba leo apokee taarifa hii rasmi kutoka klabu ya Simba ya kwamba mechi yetu itakuwa ni tarehe ishirini na tatu saa kumi kamili kunako dimba la Benjamin Mkapa. Awali, ratiba ya kwanza ambayo CAF aliitoa wa walitupangia mechi yetu iwe siku ya Jumamosi saa moja kamili siku ya tarehe 22, ishirini na mbili. Kwa kuwa siku hiyo imekaa vibaya vibaya, na muda huo wa saa moja usiku sio muda mzuri wa machinjio, ikatulazimu kuomba kunako mamlaka, na tunashukuru mamlaka ya mpira wa miguu Afrika CAF ikaridhia maombi yetu na kuamua kutupangia mchezo wetu katika siku, tarehe na saa ambao sisi Simba Sports Club tuliiomba awali, na tulitaka siku hiyo, siku ya tarehe ishirini na tatu. Maandalizi ya timu yetu yanaendelea. Tangu tumemaliza mchezo wetu wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania, wachezaji wakapata muda kidogo wa kupumzika, kwa wale ambao hawalikuwa hawana majukumu ya timu ya taifa, na baada ya mapumziko ya siku chache, wakarejea tena katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena na kuanza programu ya mazoezi hii inakwenda wiki ya pili sasa tangu tumeanza maandalizi full kuelekea katika mchezo wetu. Wachezaji wote wapo katika hali nzuri, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na juzi tumecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya maswahiba wetu JKT Tanzania na tukamnywa goli sita kwa bila. Ushindi sio nyishu muhimu sana, nyishu muhimu ni namna gani meneja Dimitar Pantev ametumia mchezo huo kutengeneza mipango yake ya kimauaji kuelekea mchezo wetu wa tarehe ishirini na tatu. Kuelekea katika mchezo huo tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wawili, mnina mlango Musa Pinpin Kamara ambaye ameondoka jana, amekwenda Moroko kwa ajili ya matibabu, na kesho, Mwenyezi Mungu akijalia, ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki, ku, wiki kumi mpaka nane, kwa maana miezi miwili fulani hivi atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club. Lakini tutaendelea vilevile kuikosa huduma ya beki wetu Abdurazak Hamza ambaye bado anaendelea na matibabu, na yeye vilevile vile wiki hii yuko mbioni kuelekea Moroko kwa ajili ya kwenda kufanyiwa vipimo zaidi ili tuweze kuona amefikia wapi katika matibabu yake. Lakini taarifa njema zaidi kwetu ni kwamba kiungo wetu mshambuliaji Mohammed Bajaber yeye ameshapona kwa asilimia mia moja na sasa yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club.